Nataka tuliangalie ne ni eneo la hapa master section, okay? Master fader kama kawaida, napunguza naongeza na pongeza namna hii one two one two one two, kwa hiyo napunguza na kuongeza. Hii ndio njia kuu, maana maanake vitu vyote navyoviona hapa vikija, hizi channels zote, vyombo vyote vinakuja, vinatokea upande wa main. Hii ni eneo ambalo ndio linaruhusu sauti kwenye upande wa main output kwenda kwenye speaker zako. kujifunza zaidi kanuni za msingi unaweza kupata kitabu hiki cha kutawala vifaa vyako vya muziki kwa gharama ya pesa za Kitanzania shilingi elfu ishirini tu.